Ninaomba baadhi ya wanasiasa waache kutuwekea maneno mdomoni sisi watumishi wa umma, maana sisi wafanyakazi, kwa mujibu wa sheria, tuna taratibu zetu za kuongea na serikali na waajiri wetu. Tunayo mabaraza wafanya ya wafanyakazi ambayo yanafanya kazi vizuri, mheshimiwa mgeni rasmi. Kwenye mkoa wa Kagera ni sehemu yetu ya kuongea na waajiri wetu lakini zaidi milango ya waajiri wetu imefunguliwa. Tunapopata changamoto, watumishi kupitia hata viongozi, tunaingia wakati wote na kuzungumza, na hizo changamoto zinapatiwa ufumbuzi. Sasa nimeisema kwa sababu kuna wanasiasa wameanza, wanajifanya kutusemea kwenye majukwaa, mara kikokotoo, mara nini, hayawahusu. Ninarudia kusema haya tunajua serikali imetukuta wapi na imetutoa wapi, na sasa hivi tuko wapi na imetufanyia nini. Mfanye mambo yenu, msitusemee sisi watumishi.